Ma Israel na Hamas zimekubaliana kuhusu awamu ya kwanza ya mpango wa kusitisha mapigano katika eneo la Gaza. Mpango huo unahusisha kuachiliwa kwa mateka wote walioko Gaza na baadhi ya wa wafungwa wa Palestina wanaozuiliwa Israel pamoja na Israel kuanza kuondoa majeshi yake kutoka Gaza. Makubaliano hayo yaliyopelekea ku yalipokelewa kwa furaha ya aina yake huko Gaza na Israel, japo wakazi wa maeneo hayo mawili wakiwa na wasiwasi wa iwapo raundi hii ya amani itadumu, kwani sio mara ya kwanza kuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano. Israel na Hamas zilikubali kuachiliwa kwa mateka wote walioko Gaza na kuachiliwa kwa wafungwa wa Palestina pamoja na kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kwa awamu. Katika taarifa kwa umma, Hamas imesema imehitimisha makubaliano hayo ya kusitisha vita, kujiondoa kwa wanajeshi wa Israel, na kuruhusiwa kuingia kwa malori ya msaada na pia kuachiliwa kwa wafungwa.